Kikosi kazi kitapita, sisi tutakaa na walimu, na walimu na nitaongea na wakuu wa wilaya wenzangu, tukae na walimu. Sisi ndo walezi wenu, mtuambie yote ambayo yapo kwenye halmashauri zetu, tutashikana mkono na tutawasaidia. Na ndio maana nimeanza kusema umuhimu wa walimu katika kazi zenu, Hamuna muda wa kufanya shughuli nyingine ya kuwaingizia kipato. Shughuli ya ualimu ndio shughuli yenu. Sasa kama mtu aumpi fedha yake ya likizo, unamkosea. Unamkosea, unamhamisha kituo kimoja kumpeleka kituo kingine, alafu fedha yake ya uhamisho wa umpi, si sawa. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan hajatuelekeza hivyo, haya yetu ya halmashauri Niwahakikishie walimu wangu haya tunayamudu na tutayatekeleza, na <coughs> mnapopata matatizo yoyote msisite kwenda ofisi za wakuu wa wilaya, tutawalinda <coughs> tutawalinda. Nimesema mwaka 98 nimeanza darasa la kwanza, nimecheka pamoja na umri wangu, lakini nina kifua tutawalinda kama Mungu amekupa uwezo wa kuja kwenye ofisi zetu, tuwambie changamoto zinazowakabili. Tusisubiri mikutano mikubwa kama hii ama kikosi kazi kutoka taifa. Viongozi tupo, vyama vya walimu vipo, njooni, tutawasikiliza tutawahudumia.